Mheshimiwa mgeni rasmi, tume Ushindani ya Ushindani ina dhamana ya kushughulikia udhibiti wa bidhaa bandia ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mikataba ya kimataifa ya shirika la biashara duniani, yani WTO, kuhusu ulinzi wa miliki bunifu za alama za bidhaa kwa mujibu wa mkataba wa masuala husianifu ya biashara za ulinzi wa miliki bunifu. Yani, Trade related aspects of intellectual property rights trips agreement hiyo, kwa mujibu wa lugha yetu ya Kizaramo. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkataba wa TRIPS ndio nyenzo kuu inayoongoza ulinzi wa miliki bunifu duniani na Tanzania ni nchi mridhiaji wa mkataba huu. Hivyo, kama yalivyo matakwa ya mkataba huu, Tanzania inao mfumo wa kisheria yani, sheria alama za bidhaa ya mwaka 1963 kama ilivyorekebishwa na kitaasisi, tume ya ushindani kulinda miliki bunifu za bidhaa kwa maana ya bidhaa na biashara yani trademarks na hata za pa, uh, katika bidhaa zinazoingizwa, kuzalishwa na kuuzwa katika soko la Tanzania bara. Kwa kuwa sheria hizi ni za kijiografia ya mamlaka ya kiutawala, na kwa kuwa masuala ya biashara si ya muungano moja kwa moja, Zanzibar nayo na ina sheria yake ya kushughulikia masuala ya ushindani, kumlinda mlaji na kudhibiti bidhaa bandia, pia ina taasisi yake ambayo ni timu ya ushindani halali wa biashara Zanzibar. Yani, Zanzibar Fair Competition Commission yenye majukumu sawa na Fair Competition Commission ya huku Tanzania bara. Mheshimiwa mgeni rasmi. Mwisho, na kuwa masuala ya biashara si miongoni mwa masuala ya muungano, na furahi kukuarifu kuwa FCC imekuwa na ushirikiano wa karibu na endelevu na wenzetu kutoka Zanzibar. Na tulikuwa tumemwalika mwenzetu lakini nadhani kwa sababu na mkutano mwingine kule Zanzibar ameshindwa kuja. Kwa upande wa Tanzania bara, udhibiti wa bidhaa bandia hutekelezwa kwa njia kuu mbili. Kwanza ni kupeleka elimu kwa wadau wote wa biashara, vya vyombo vyao vya uwakilishi kuhusu matakwa na makatazo ya sheria pamoja na athari za kujishughulisha na biashara ya bidhaa bandia kwa uchumi na jamii kupitia vyombo vya habari. Pili ni kufanya kaguzi na kukamata bidhaa hizo katika maingilio ya bidhaa na katika masoko yetu ya ndani na kuadhibu wahusika wa makosa husika. Kaguzi hizi hufanyika katika bandari na vituo vya ukaguzi wa pamoja mipakani vilivyopo katika mipaka inayohudumiwa na ofisi ya FCC za kanda ya Ziwa, kanda ya Nyanda za Juu Kusini na kanda ya Kaskazini. Aidha, kwa mujibu wa sheria ya alama za bidhaa, makosa yaliyoainishwa katika sheria ni pamoja na kuzalisha, kusafirisha, kuuza na kuhifadhi bidhaa bandia ndani ya Tanzania Bara.